vifungu kisha mara baada ya kipindi hiki rudia tena kusoma peke yako afikisha. Jipe muda wa kuendelea kujiombea neema ya kuishi sawasawa sawa na hilo neno, namna ulivyoona linakusemesha mpendwa. Lakini pia inaweza ikatokea wakati mwingine unasoma Biblia nzima na unatoka kurasa nzima uliosoma hujaelewa chochote. Kuna wengine huwa wanakata tamaa tamaa, mpendwa usikate tamaa. endelea kusoma tena na tena. Neno la Mungu ni mafumbo. Roho wa Mungu ndiye atusaidiaye kuelewa. Tusome bila kuacha, ndivyo tutakavyoendelea kupewa neema hadi tutaelewa. Tusali, tuanze rasmi siku ya leo kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakukaribisha. Tunaomba Roho Mtakatifu uweze kuja mahali hapa karibu roho mwenye uzima, roho wa Mungu uliye hai. Karibu roho mtakatifu mwenye uweza. Utusaidie neno lako ili Ee Bwana, tuweze kulielewa na litusaidie kukua na kuongezeka katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Wapendwa, karibuni sana. Siku ya leo tutasoma kitabu cha Hosea ile sura ya tatu na ya nne. Mlango wa tatu. Bwana akaniambia, "Enenda tena. Mpende mwanamke apendwaye na rafiki yake." naye ni mzinzi, kama vile Bwana awapendavyo wana wa Israeli, ingawa anaigeukia miungu mingine na kupenda mikati ya zabibu kavu. Basi nikajinunulia mwanamke huyo kwa vipande kumi na vitano vya fedha na homeri moja ya shairi na nusu ya homeri ya shairi. Nami nilimwambia, utatawa kwa ajili yangu siku nyingi, hutafanya mambo ya ukahaba, wala hutakuwa mke wa mtu awa yeyote; nami nitakuwa hali hiyo hiyo kwa ajili yako. Kwa maana wana wa Israeli watakaa siku nyingi bila mfalme wala mtu mkuu wala sadaka wala nguzo wala naivera wala kinyago. Baada ya hayo wana wa Israeli watarejea na kumtafuta Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao, na watamwendea Bwana na wema wake kwa kicho siku za mwisho. Mlango wa nne. Lisikieni neno la Bwana Enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana mateto nao wakao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Hapana neno ila kuapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini; huruka mpaka, na damu hugusana na damu. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza, na kila mtu akaye ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani Naam, samaki wa baharini pia wataondolewa. Walakini asishindane mtu wala mtu asikemee; maana watu wako ni kama wao washinda nao na kuhani. Na wewe utajikwaa wakati wa mchana, na nabii naye atajikwaa pamoja nawe wakati wa usiku, nami nitamwangamiza mama yako. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kadiri walivyozidishwa, kwa kadiri hiyo hiyo walinitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Hujulisha dhambi ya watu wangu, hujifurahisha moyo kwa uovu wao. Hata itakuwa kama walivyo watu, ndivyo atakavyokuwa kuhani, nami nitawaadhibu kwa ajili ya njia zao na kuwalipa kwa matendo yao. Nao watakula lakini hawatashiba watafanya zinaa lakini hawataongezeka, kwa sababu wameacha kumwangalia Bwana. Uzinzi na divai na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Watu wangu hutaka shauri kwa gongo lao na fimbo yao huwahubiri mambo, maana roho ya uzinzi imewakosesha, nao wamekwenda kuzini mbali na Mungu wao hutoa dhabihu juu ya vilele vya milima na kufukiza uvumba juu ya vilima chini ya mialoni na milibua na miela kwa kuwa uvuli wake ni mwema. Kwa sababu hiyo, binti zenu huzini na bibi arusi zenu hufanya uashirati. Sitawaadhibu binti zenu wazinipo, wala bibi arusi zenu wafanyapo uashirati, maana wao wenyewe huenda kando pamoja na wanawake wazinzi, hutoa dhabihu pamoja na makahaba; na watu hawa wasiofahamu wataangamia. Ingawa wewe Israeli unafanya uzinzi, lakini asiasi Yuda; nanyi msiende Gilgali, wala msipande mpaka Bethaveni, wala msiape mkisema aishivyo Bwana. Kwa maana Israeli ametenda kwa ukaidi kama ndama mkaidi; sasa je, Bwana atawalisha kama mwanakondoo katika mahali penye nafasi? Efraimu amejiungamanisha na sanamu; mwache kile. Uchao kimegeuka kwa uchungu. Huzini daima, wakuu wake hupenda aibu. Upepo umemfunikiza kwa mbawa zake, nao watatahayarika kwa sababu ya dhambi zao.